Anguka, Mungu anacheka. Ni furaha ya Mungu kuona wewe unafunguliwa, ni furaha ya Mungu kuona wewe unaishi maisha mazuri, ni furaha ya Mungu kuona wewe unastawi, ni furaha ya Mungu kuona wewe unainuliwa juu kuliko vitu vyote. Ndiyo Mungu anacheka, ndiyo Mungu anawafanyia ziaka. Leo Mungu awafanyie ziaka, adui zako, Mungu awafanyie ziaka, watesi wako, Mungu awafanyie ziaka, wale wanga, Mungu awafanyie ziaka, wale wache. Mungu afanyie ziaka waliokuwekea mitego, Mungu afanyie ziaka waliokufunga, Mungu afanyie, nasema hivi waliofunga vifungo kwenye maisha yako, Mungu anavipasua vifungo leo na atawafanyia ziaka. Sikiliza, adui alisema kwamba tumemfunga ili asisome, tumemfunga ili asifanya biashara, tumemfunga ili asistawi, tumemfunga ili asiende ng'ambo, tumemfunga ili asipande ndege. Lakini cha ajabu, kifungo kitakapopasuka, Mungu atawafanyia ziaka, atawacheka kwa kicheko kwamba umefunguliwa. Ile ndege waliokufunga utaipanda, ile shule waliofunga utaisoma, kile apply utakwenda, kwa maana Bwana amekusudia kuwafanyia ziaka. Linasema Jehova nisi awafanyie ziaka adui zako, ni usiku wa kuwafanyia ziaka watesu wako waliokufunga sana, waliofunga sana, lakini mbingu zimefunguka kwa ajili awa, ya kuwafanyia ziaka. Au wadui waliokuzomea, au watesu waliokuzomea, au mateso yote kwako yaondoke kwa jina la Yesu. Mshike mwenzako mkono mwambie, Mungu ameketi mbinguni anawafanyia ziaka. kawe kanne sema, Bwana anawafanyia ziaka adui zangu wote, anawafanyia ziaka watesi wangu wote waliopanga mabaya juu yangu mimi, Mungu anawafanyia ziaka, anawafanyia ziaka anawafanyia ziaka. Si walikufunga kifungo wakaapo, wakasema kwamba kifungo hiki awe mwembamba kama sindano, lakini cha ajabu, unashtukia kifungo kimepasuka pwa, unashtukia unanene wa, unanenepa ghafla. Unasema wale waliokuwa nasema namba moja, sasa hivi huyu mama ni umbo namba nane. Sema eme! Sema eme! Haleluya, ujanielewa wewe kuna kifungo kinapasuka kwa jina la Yesu. Kuna kifungo kinapasuka kwa jina la Yesu. Waliokuambia namba moja, sasa watasema umbo namba nane, watasema umbo namba sita. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekipasua kifungo chao. Bwana atawafanyia siaka adui zako, aketia mbinguni anacheka, anacheka, anawacheka adui zako, wamefunga sana, wamevunja nazi sana, njia panda a hizo nazi zivunjeni, sisi tutaziungia mboga kwa jina la Yesu, tutaziungia mboga kwa jina la Yesu. Msitutishe na nazi, waganga wa kienyeji, msitutishe na nazi, washirikina, wachawi. Sisi sasa tumejaa roho wa Bwana, tukikutana na nazi njia panda, tunajua hizo hazituhusu sisi, tunazikusanya kwa ajili ya kuingia nazi. Sema amen. Mwambie mwenzako usiogope nazi. Ukikuta nazi mlangoni mwako ichukue, ungia mboga, ungia maharage, kula kabisa, wala utazulika. Pigie Yesu makofi ya ushindi, sema yeme. Yeye anakuwa anachungulia nje, yani anapasua pale nazi, poa. Sema amen. Yaani, anapochukua ile nazi, anakuja anasema, ninapovunja hii nazi, ndivyo huyu mtu uchumi wake upasuke. Sema, sasa mmekuja kunipasua sasa, ngoja naiungia nazi sasa. Mnaompasua Bwana yuko pamoja naye, ameketi mbinguni, anacheka hii nasi naiungia mboga, nina ila maisha yangu hayatapasuka, wa uchumi wangu hautapasuka, wa kazi yangu haitapasuka, ndoa yangu haitapasuka, familia yangu haitapasuka, wa watoto wangu hawatapasuka kielimo, maana Mungu yuko pamoja na mili kuniokoa. Ryapasaka ryabashaka, pokeaye nguvu katika jina la Yesu. Ninaongea na mtu mmoja hapa kwa jina la Yesu, ninaongea na mtu mmoja hapa kwa jina la Yesu linaongea na mama mmoja hapa wa jina la Yesu ambaye wamekusomea kwa vifungo vyao, wamekusomea kwa vifungo vyao, wamekufunga sana muda mrefu, lakini ni usiku wako vipatwa vifungo vyao. Na mungu atawafanyia ziaka kwa jina la Yesu. Bwana atawafanyia ziaka kwa jina la Yesu. Yeye yeah, aketie mbinguni anacheka, anacheka. Anawafanyia nini? Ziaka. Mwambie, unajua ziaka wewe Sema ame, unajua ziaka wewe, ukifanyiwa tu ziaka na binadamu wa kawaida unajiona kama vile umejinyea. Sema amina. Sasa Mungu piga picha, Mungu amfanyie ziaka adui yako. Sema amina, sema amina. Anafupika kabisa, anafutika kabisa. Haleluya! Kuna macho fulani ukifanyiwa ziaka unajiona eh, imekuwaje? Jicho la Bwana liko juu ya adui zako. Macho ya Bwana yako juu ya adui zako. Macho ya Bwana yako hapa duniani yakiwatazama wema na waovu. Macho ya Bwana yako hapa duniani yakiwatazama wema na waovu. Mwovu wa adui yako Mungu anamwona na anasema hivi, amekufunga sana, lakini wakati umefika sasa, huyo adui yako lazima adondokee, poa kichwa chini miguu juu, na wewe uwe kichwa tena, kwa jina la Yesu. Nasema inuka pena kwa damu ya mwanakondoo. Ah! Haleluya, haleluya. Ninaongea na mtu hapa, mwambie tunavipasua vifungo mwambie, ni makesha ya kuvipasua vifungo vya kumezwa vya mashetani. Sema vya mashetani lazima vifanyaje? Lazima vifanyaje? Lazima vifanyaje? Lazima vifanyaje? lazima ifanyaje? Piga Yesu makofi ya ushindi. Petro wa kwanza tano nane anasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi, kama simba angurumaye, huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Kumbe ni kawaida ya shetani kuzunguka zunguka kwenye biashara, kwenye kazi kwenye ndoa anakuwa anazungazunguka akitafuta wenye nyota, akitafuta wenye akili nyingi, akitafuta wenye vipaji, akitafuta waliovikwa vipawa karama, waliovikwa uweza ambao si wa kawaida. Sema amina. Waliovikwa sauti za kuziteremsha mbingu kama kina Asrei. Sema amen. Hao shetani watafutatafuta. Ndiyo maana watu kama hawa hawataki kumpa Iblisi nafasi. Sema amina. Maana anapozunguka zunguka, maanake Asirei hapo ana moto. Sema amina. Kwa hiyo, shetani anakuwa anatafuta aingilie wapi, anakuwa na moto, anatafuta niwe nitaezaje kumeza, nimfunge kifungo changu cha kumeza. Nitamezaje hichi kipao licho nacho, nikichukue kikatumike gizani. Kikatumike kwa manabii wa uongo, kikatumike kwa waimbaji wa kishetani. Si unanielewa? Hiki nitakipinduaje? Akija anakuta kuna moto Sikiliza, unapomtumikia Mungu katika roho na kweli, Mungu anakuwa amekuzungushia ukuta wa moto. Ukuta wa moto. Unamkumbuka Ayubu vizuri, alikuwa akiomba usiku na mchana, njia zake ni kamilifu, anamcha Mungu katika roho na kweli, nchi nzima ya usi Ayubu alikuwa ni mkamilifu, hapana kama yeye, na Shetani alikuwa anamtafuta tafuta yule mkamilifu, ili aweze kupitisha mshale wake, aweze kummeza Ayubu Biblia inaniambia hakuweza kuingia kwa sababu Mungu alikuwa amemzungushia wigo, alikuwa amemzungushia ukuta wa moto. Ninatabiri juu yako, endelea kumsha Mungu katika maisha ya matakatifu, endelea kutembea katika njia ya haki, endelea kutembea katika njia ya kumpendeza Mungu. Mungu Baba wa mbinguni anakuwekea ukuta wa moto. Ukisoma kwenye kitabu cha Zekaria ze andika Zekaria 2:5, Zekaria 2:5 maandiko matakatifu yanasema hivi mimi nitakuwa ukuta wa moto uzungukao pande zote, na huo utukufu wa nani wa mungu utatoka ndani yangu. Hiyo ni Zekaria mbili tano. Kumbe unapomcha Bwana unapomtumikia Bwana, kuna utukufu, kuna ukuta wa moto anakuzungushia lengo nini? Akulinde na mashetani wanaotaka kukufunga vifungo vya kukumeza wako, wanaotafuta kukumeza wewe Ayubu alitafutwa ili yameswe, lakini shetani aligonga mwamba. Ikabidi aende kwa Bwana kumshtaki akamwambia, ninaomba unipe huyu Ayubu ili ni mmese, ili ni mmese. Mungu akamwambia, umemwona Ayubu? ni mcha Mungu, ananicha kweli kweli. Ayubu anichi kwa sababu ya fedha? Ayubu anichi kwa sababu ya magari? Ayubu ananicha katika roho na kweli. Hata ukipiga pesa moyo wake uko pamoja na mimi. Hata ukipiga gari lake, moyo wake uko pamoja na mimi. Hata ukimnyang'anya watoto, moyo wake haupo kwa watoto, moyo wake haupo kwenye kazi, moyo wake haupo kwenye biashara, moyo wake umeshikamana na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. ananijua mimi ipasavyo. Shetani akasema, muongo wewe, niruhusu uone Aliposema nenda Shetani, akaenda Mungu akamwambia nenda, ukaguse afya yake, lakini usiguse roho yake, lakini usimue. Akaruhusiwa kwenda kumeza, akaanzia kwenda kwa watoto wake, akapiga watoto, akaiba mifugo tena. Alienda kama waseba sema, waseba ni shetani, anajigeuza anakuja kama mwili wa binadamu, ila ni shetani anakuja kumeza vitu vyako. Akaenda akameza mali za Ayubu. Na Ayubu akumkufuru Mungu. Ayubu akumwacha Mungu. Ayubu aliendelea kushikamana na Mungu. Ayubu aliendelea kumshikilia Mungu. Nataka nikwambie hivi, hata kama unapitia siki, hata kama umefungwa, endelea kuita majeshi majeshi, endelea kupiga majeshi majeshi, endelea kumtafuta Bwana wa majeshi, naye Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia. Atateremsha watumishi wake, atateremsha wapakwa mafuta wake, atateremsha kuja kupasua vifungo vilivyokushikilia katika jina la Yesu Kristo aliye hai inaachilia tetemeko la Bwana litetemeshe kila vifungo vivyo kumeza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema Se fasma sema fasma Se fasemamee ah. ah. Ayubu alikuwa anapitia mateso, shida mbalimbali, shetani amefanyaje? amemesa alikuwa mtu wa kwanza nchi nzima ya Usi, tajiri wa kwanza nchi nzima akawa maskini nchi nzima ya Us. Alikuwa na watoto wazuri nchi nzima ya Us akawa na mtoto hata huyu mmoja nchi nzima ya Usi. Alikuwa na mifugo mingi nchi nzima ya Usi, kondoo wengi nchi nzima ya Usi, alikuwa na ngamia wengi elfu tatu nchi nzima ya Usi. Akawa mtu wa kwanza asiyekuwa na mali, akawa maskini wa kwanza wa kutupa, akawa ka ku duniani. Sema kapuku. Mshike mkono mwenza, kamwambia ushawahi kuwa kapuku wewe? Ayubu alikuwa kapuku, kapuku kabisa, hana kitu, lakini alikuwa na ndoa ya amani. Sema ndoa ya amani. Alikuwa na ndoa ya amani lakini akawa mtu ndio wa kwanza kutokuwa na ndoa ya amani, mali zilipoisha. Sema amen. Mkaka akamwambia Ayubu, mkufuru Mungu ukafe. Anajua akimkufuru Mungu aishi, anakufa pale pale. Kwa nini? Anajua uhai wake umeshikiliwa na Bwana wa majeshi. Nataka nikwambie, uhai wa biashara yako, uhai wa ndoa yako, uhai wa kazi yako, uhai wa huduma yako, uhai wa vipawa vyako umeshikiliwa na Bwana Mungu wa majeshi. Ule uhai, uhai umeshikiliwa na Bwana Mungu wa majeshi. Maandiko yanasema msimwogope yule auae roho. Sema amina Msimwogope yule auaye mwili, bali mwogopeni yule auaye roho na mwili. Mwogope Bwana wa majeshi. Mshike mwenzako mkono, mwambie mwogope Bwana wa majeshi, usimwogope anayeweza kumeza mwili asiweze kumeza roho yako, na kutangazia leo. Nimekuja kupasua vifungo vya shetani vilivyokumeza kwa jina la Yesu. Nimekuja kupasua vifungo vya wachawi vilivyokumeza kwa jina la Yesu, kupasua vifungo vilivyokumeza kukuzuia usiende mahala usiende ng'ambo yako usiende ambapo Mungu amekusudia uende, na tabidi utaenda kwa jina la Yesu. Nasema utakwenda kwa jina la Yesu, utakwenda kwa jina la Yesu. Liko jambo ambalo Mungu ataka lipende kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sikilizani kwambie, Ayubu akashikamana na Mungu wake akaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, maisha ambayo ya haki ambayo sisi tunataka tuyaishi maisha hayo. Wewe utakuwa uishi maisha hayo. Roho wa Bwana atakuja juu yako kwa nguvu, atakugeuza na kuwa mtu mwingine. Ukitembea hivi, macho ya Roho Mtakatifu anasema, ukitembea, miguu ya Roho inatembea kupitia wewe. Ukigusa, mikono ya Mungu inagusa kupitia wewe. Mungu anataka uwe kinywa chake, Mungu anataka uwe macho yake duniani, Mungu anataka uwe miguu yake duniani, Mungu anataka uwe mikono yake duniani, anataka uamue kupitia wewe uko hapo ukizowakilisha mbingu. Kataa kumwakilisha Ibilisi, kataa kumwakilisha Shetani. Vifungo vya adui vinaanguka kwa jina la Yesu. Roho wa Mungu ananena waziwazi, roho wa Mungu ananena waziwazi wa na wewe katika jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, nakwambia habari za Ayubu. Sema amina, sema amina, ambaye alipata majaribu makubwa. Majaribu ukiyapata wewe hayo unazikwa na kufariki. Sema amen. Hakuna mtu ambaye kapitia majaribu kama Ayubu hayo majibu yalimpata yote kwa siku hii, siku moja, wakaleta habari na wafanyakazi wake, huyu analeta habari za watoto, huyu habari za mifugo, huyu habari za kondoo, huyo habari za ngamia, huyo habari za ng'ombe. Mara upepo kwa Mungu umetoka mbinguni, amesema upepo unashuka, upepo kumeza mali za Ayubu unashuka, upepo kumeza mali za nani? Ni Shetani anakuja kwa sura ya nini, ya upepo? Ni Shetani anakuja kwa sura ya Waseba. Siku zote Waseba walikuwa wapo, ila wametokea wapi? Kwa sababu shetani kajigeusa. Sema amina. Kavaa mwili shetani aliyovaa mwili